Juma alihisi maumivu yakipungua taratibu. Alitazama mkono wake na kuona alama ya mkono ndogo ikiwa imechorwa kwa rangi nyeusi kwenye ngozi yake. Ilikuwa kama tatoo lakini haikufanana na tatoo yoyote aliyowahi kuona. Ilikuwa na rangi ya bluu iliyong'aa gizani. Utalala sasa, sauti ilisema, na utaamka asubuhi utafikiri huu ulikuwa ndoto, lakini alama hiyo itakukumbusha kuwa ulikutana nasi kweli. Juma alihisi uchovu mkubwa ukimzidi, macho yake alianza kufunguka na kufungwa. Alijaribu kupambana na usingizi lakini hakuweza. Mwishowe alilala fofofo chini ya mtarawanda gizani. Juma aliamka kwa sauti ya ndege wakiimba. Jua lilikuwa limechomoza tayari. Alifungua macho yake taratibu, akijisikia kama alikuwa amelala kwa siku kadhaa. Mwili wake ulikuwa umechoka na kichwa kilikuwa kikimuma. Alikumbuka ndoto aliyoota usiku, ndoto ya kutisha kuhusu mizimu. Ilikuwa ndoto tu, alisema akijaribu kusimama. Lakini alipotazama mkono wake wa kulia, moyo wake ulikuwa karibu kusimama. Pale kwenye ngozi yake kulikuwa na alama ya mkono mdogo, iliyochorwa kwa rangi ya bluu. Ilikuwa ikingaa chini ya mwanga wa jua. Haikuwa ndoto, alisema kwa sauti ya chini. Aligusa alama kwa vidole vyake. Ilikuwa laini kama ngozi ya kawaida, lakini ilikuwa na joto zaidi kuliko sehemu nyingine za mkono wake. Alijaribu kuikwaruza, lakini haikuondoka. Alirudi nyumbani kwake haraka, akikimbia kwa hofu. Mama yake alikuwa nje ya nyumba akifagia nje. Juma alisema kwa hasira. Uko wapi usiku kucha? Tulikuwa na wasiwasi. Mama, samahani, alisema Juma. Nililala chini ya mtarawanda. Lakini unahitaji kusikia kile kilichotokea. Alimsimulia mama yake kile kilichotokea. Mama yake alimtazama kwa hofu na mshangao. Alimshika mkono na kuangalia alama. Juma, umekutana na mzimu, alisema kwa sauti ya chini. Hii ni baraka na laana. Baraka kwa sababu wamekuchagua kuwa mjumbe wao. Laana kwa sababu maisha yako hayatakuwa ya kawaida tena. Mama yake alimpeleka kwa mzee wa kijiji, Mzee Fundi ambaye alikuwa na ujuzi mkubwa wa mambo ya kiroho. Mzee Fundi alimtazama kwa mshangao na kuomba Juma amweleze kila kitu kwa undani. Mwanangu, alisema mzee Fundi baada ya kusikia hadithi yake, umepata heshima kubwa. Mizimu huchagua watu wachache kuwa mabalozi wao, wamekuchagua wewe. Lakini sikutaka heshima hiyo, alisema Juma, nataka tu kuishi maisha ya kawaida sasa. Maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida tena, alisema mzee Fundi. Alama hiyo itakuwa nawe maisha yako yote. Itakupa uwezo wa kuona na kusikia vitu ambavyo wengine hawawezi. Unamaanisha nitaona mizimu? Ndiyo, mwanangu. Utakuwa kiungo kati ya ulimwengu wetu na ulimwengu wa mizimu. Utasaidia watu kuelewa mizimu na mizimu kuelewa watu. Kutoka siku hiyo, Juma alijikuta akiishi maisha mapya kabisa. Aliona vitu ambavyo wengine hawakuweza kuona. Alisikia sauti ambazo wengine hawakuweza kusikia. Mara kwa mara, hasa wakati wa usiku, alikutana na mzimu ambao ulimchagua. Walifundishana mambo mengi. Juma alijifunza kuwa mizimu ilikuwa na jamii yao, desturi zao na imani zao. Walikuwa na viongozi, walikuwa na sheria na walikuwa na majukumu. Walikuwa wawakilishi wa roho za wahenga, wakisimamia ardhi na mazingira. Tuna wajibu wa kulinda ardhi, mzimu ulimwambia usiku mmoja. Tunapolinda misitu, mito na maziwa, tunalinda uhai wa watu. Lakini watu wamekuwa wakisahau hili. Wanakata miti bila kujali. Wanachafua mito. Juma alianza kuwafundisha watu wa kijiji chake kuhusu mizimu. Mwanzoni wengi hawakumwamini. Walifikiri alikuwa amepagawa au alikuwa na wazimu. Lakini pole pole waliona mabadiliko katika Juma. Alikuwa na busara zaidi, alikuwa na hekima ambayo haikuendana na umri wake, na zaidi ya yote, alitabiri mambo ambayo yalitokea. Aliwaeleza juu ya mvua iliyokuwa inakuja wakati wa kiangazi, akatoka kweli. Aliwaeleza kuhusu magonjwa ambayo yangewapata wanyama ikiwa wangeendelea kuchafua kisima, yakaja kweli. Pole pole watu walianza kumwamini. Vijana ambao walikuwa wakimcheka mwanzoni walianza kumheshimu. Walikuja kwake kwa ushauri. Waliwauliza kuhusu mizimu na aliwasimulia hadithi za ajabu kuhusu ulimwengu wa mizimu. Mizimu haina nia ya kutudhuru, aliwaambia. Wanataka kutusaidia. Wanataka kulinda mazingira ambayo tunashirikiana. Wanataka kuhakikisha tunaishi kwa amani na asili. Miaka ikapita na Juma akakuwa kuwa mtu mzima. Alipata mke na watoto. Aliwasimulia watoto wake hadithi kuhusu mizimu, hadithi ambazo alizifahamu kuwa za kweli. Watoto wake wakaanza kuelewa umuhimu wa kutunza mazingira na kuheshimu mizimu. Kijiji chake kikawa mfano kwa vijiji vingine. Misitu ikapandwa upya. Mito ikasafishwa. Watu wakaacha kuwinda wanyama kwa wingi. Na kila mahali hadithi ya kijana aliyekutana na mzimu ikaenea. Kuna ulimwengu zaidi ya ule tunaoona, aliwaambia watu wake. Kuna mizimu inayotuzunguka, ikitulinda, ikituangalia. Wanatutaka tuheshimu asili na kujali mazingira yetu. Miaka arobaini baadaye, Juma akawa mzee, nywele zake zikiwa zimegeuka nyeupe na ngozi ikawa na makunyanzi lakini mkono wake wa kulia ulibakia na alama ya mzimu iking'aa kama siku ya kwanza. Alikuwa ametekeleza wajibu wake kama balozi wa mizimu. Alikuwa amefundisha kizazi kipya kuheshimu mizimu na mazingira. Usiku mmoja, alipokuwa akiketi nje ya nyumba yake akitazama nyota, alisikia sauti ile ile aliyoisikia miaka arobaini iliyopita. Juma, umefanya vizuri, sauti ilisema. Sasa ni wakati wa kupumzika. Alihisi mkono baridi ukimgusa bega lake. Alikuwa mzee sasa, lakini bado alijisikia kama yule kijana aliyekutana na mzimu chini ya mtarawanda. Nimechoka, alisema Juma. Nimefanya kazi yangu, niko tayari kwenda. Njoo nasi, sauti ilisema, kuwa sehemu yetu. Juma alifunga macho yake na kujisikia akipaa juu kama alivyopaa miaka mingi iliyopita. Lakini safari hii hakurudi chini. Alipanda juu zaidi na zaidi, akiingia katika ulimwengu wa mizimu, ulimwengu ambao alikuwa akiutazama kwa mbali miaka yote hayo. Asubuhi iliyofuata, familia yake ilimpata Juma ameketi nje ya nyumba yake, amefunga macho kama aliyesinzia. Lakini alikuwa ameaga dunia. Uso wake ulikuwa na tabasamu la amani na mkono wake wa kulia mkono uliokuwa na alama ya mzimu ulikuwa uking'aa kwa mwanga wa ajabu. Wanakijiji walimzika Juma na heshima kubwa, lakini hadithi yake haikuzikwa, iliishi kupitia vizazi vingi. Na kila wakati usiku wa mbalamwezi, wanakijiji waliona kivuli kikubwa kielea juu ya kaburi la Juma, kivuli cha mtu aliyeunganisha ulimwengu wa watu na ulimwengu wa mizimu. Na hata leo, watu wa Mbuyuni wanasimulia hadithi ya kijana aliyekutana na mzimu. Wanawaambia watoto wao kuheshimu mizimu, kuheshimu mazingira na kuheshimu maajabu ya asili. Na kila usiku wa mbalamwezi, watoto huwa macho wakitazama nje kupitia madirisha, wakitumaini kuona mwanga wa bluu uking'aa gizani, ishara kwamba Juma na mzimu wake wanazunguka. Kwani kama Mzee Fundi alivyomwambia Juma miaka mingi iliyopita, kuna mambo mengi katika ulimwengu huu ambayo hatuyafahamu, lakini ikiwa tutakaa na fikira wazi na mioyo safi, ulimwengu utafungua milango yake kwetu na tutaanza kuelewa mambo ambayo yako zaidi ya ufahamu wetu. Mtazamaji wangu, hapa ndipo tunaishia kwa leo. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi mpya na nzuri sana ili kuwa mwana familia wa hadithi za Kiswahili katika chaneli hii hakikisha unajiunga nami kwa kusubscribe na ubonyeze ile alama ya kengele ili usipitwe na simulizi nzuri, hapa hapa. Laiki video hii, shea kwa marafiki na tuandikie komenti hapo chini ukiniambia maoni yako. Pia nashukuru kwa wewe mtazamaji kwa sapoti yako ya kutazama video zangu. Uwe na wakati mwema.